Wakala wa Kimataifa wa Nishati ya Atomiki, Rafael Grossi, amesema Irani ina uwezo wa kuanza kurutubisha madini ya uranium tena kwa uwezekano wa kuunda bomu katika muda wa miezi kadhaa. Rafael Grossi amesema mashambulizi ya Marekani katika maeneo matatu ya Irani mwishoni mwa juma lililopita yamesababisha uharibifu mkubwa, lakini siyo jumla, kinyume na madai ya Donald Trump kwamba vifaa vya nyuklia vya Iran vimefutwa kabisa. Aliongeza kuwa Irani bado ina uwezo wa kiviwanda na kiteknolojia, kwa hiyo ikiwa wanataka wataweza kuanza kufanya hivyo tena. AEA siyo chombo cha kwanza kupendekeza kwamba uwezo wa nyuklia wa Iran bado unaweza kuendelea. Mapema wiki hii, tathmini ya kijasusi ya Pentagon iligundua kuwa mashambulizi ya Marekani yalirudisha nyuma mpango huo kwa miezi kadhaa. Kwa sasa Iran na Israeli zimekubaliana kusitisha mapigano, lakini Trump amesema atafikiria kabisa kuishambulia Iran kwa mabomu tena ikiwa ujasusi utagundua kuwa inaweza kurutubisha uranium hadi viwango vinavyohusika. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Mimi ni Jacqueline Masawe, endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, Kulaiki, kukomenti na kushare ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.